Nina kusalimu kwa jina lipitalo majina yote, jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ninakualika katika mfululizo wa mwongozo wa kujifunza Biblia, hii ikiwa ni robo ya pili ya mwaka 2025. Vidokezo, tamathali za semi, ishara, jinsi ya kujifunza unabii na Biblia. Leo tunaenda kuliangazia somo la kumi, somo linalosema tuliofikiwa na miisho. Hii ni kwa ajili ya Mei 31 hadi Juni 6. Hii ni Sabato mchana. Mei 31. Mwandishi anatuelekeza katika juma hili kwamba tutasoma Ufunuo Yohana sura ya 6 ya 12 hadi 17. Mathayo 24 ya 36 hadi 44. Mwanzo sura ile ya 6 ya kwanza hadi ya 8. Petro wa pili sura ya pili aya ya 4 hadi 11. Mwanzo 18 ya 17 hadi 32 na mwisho ni Danieli saba ya tisa na ya kumi Fungu la kukariri linatoka kitabu cha waraka wa kwanza wa Paulo kwa Wakorintho sura ile ya kumi ya kumi na moja na kumi na mbili ne la Mungu linasema, basi mambo hayo yaliwapata wao kwa jinsi ya mifano, yakaandikwa ili kutuonya sisi tuliofikiwa na miisho ya zamani. Kwa hiyo anayejidhania kuwa amesimama na aangalie asianguke. Biblia imejaa masimulizi ya watu wa Mungu yanayoelekeza katika matukio yajayo na ambayo yana funguo zinazotusaidia kuelewa ukweli wa leo. Kwa kweli, baadhi ya masimulizi hayo ni kivuli cha matukio ya siku za mwisho yenye maelezo ya kustaajabisha yakitupatia msingi mpana zaidi wa kuelewa kwa wazi unabii wa Danieli na Ufunuo. Bila kukiuka uhuru wa dhamiri wa mtu, Mungu anaweza kuelekeza kikamilifu matukio ambayo yatatokea katika siku za mwisho, yale ambayo aliwafunulia manabii. Baadhi ya mafundisho haya muhimu ni dhahiri kwa sababu Agano Jipya linayarejelea hasa katika kuelezea matukio ya siku za mwisho: Sodoma na Gomora, gharika na kadhalika. Mengine yanahitaji tafakari na uchunguzi wa kina ili kupata kwayo ukweli tuliopewa katika neno la Mungu. Kwa majuma kadhaa yajayo, tutakuwa tukichunguza masimulizi kadha wa kadha muhimu ili kuona kile yanachoweza kusema kuhusu matukio kama vile ujio wa pili wa Yesu, hukumu ya upelelezi, pambano la mwisho na zaidi. Na katika hayo yote, Kristo ndiye kiini. Kwa maana ni lazima awe msingi na vile vile lengo la mwisho la juhudi zetu zote za kiunabii. Jifunze somo hili kwa maandalizi ya Sabato ya Juni saba. Jumapili, itajifunza hasira ya mwanakondoo. Jumatatu, uinjilisti wa Nuhu. Jumanne, kisa cha Sodoma na Gomora. Jumatano, mhukumu wa ulimwengu wote. Alhamisi, hukumu ya upelelezi. Ijumaa, Tafakari zaidi. Hii ni Mei 31, Sabato mchana, mada ikisema juma hili kwamba tuliofikiwa na miisho. Ni kualike hudumu kufuatilia masomo haya hadi tutakapofikia tamati ya somo hili la kumi katika siku ya Ijumaa. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu wenasi sasa na hata milele amina.